Jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kufika hapa wazima wa afya zetu na usalama wa nchi yetu. Pili, tunapenda kukushukuru wewe kwa kukubali kwako kuwa mgeni rasmi katika siku hii adhimu inayoadhimishwa kila mwaka na wafanyakazi wote duniani. Tatu, tuwashukuru wageni wetu walikwa viongozi wa wafanyakazi na wananchi wote kwa kuhudhuria kwenu kwa wingi katika hadhara hii. Ndugu mgeni rasmi, siku ya wafanyakazi duniani ni miongoni mwa kumbukumbu muhimu duniani kote ambayo haitasahaulika kwani inaashiria historia iliyotokea tarehe moja Mei elfu moja mia nane themanini na tisa ambapo wafanyakazi huko Chicago Marekani waliandamana kwa amani kwa dhumuni la kupinga madhira yaliyokuwa wanafanyiwa wafanyakazi sehemu zao za kazi, kudai haki zao, maslahi yao na hali bora ya usalama katika maeneo yao ya kazi. Ndugu mgeni rasmi, wafanyakazi wa kata wa Tongwe, tunamshukuru Mungu kwa kwa kutupa fursa hii kwa kushirikiana nawe katika maadhimisho haya muhimu. Kama tulivyoshuhudia, tumeanda, kama ulivyoshuhudia tumeandamana kwa amani tukionyesha furaha yetu kwako na hisia zetu kwa serikali na waajiri. Fursa hii vile vile inatupa hamu ya kuelezea wazi wazi mafanikio yaliyofanyikiwa na serikali inayoongozwa na jemedari, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kipindi hiki kifupi. Miongoni mwa mafanikio hayo ni pamoja na kuendeleza hali ya amani na utulivu hapa nchini. Serikali imeendelea kutoa ajira kwa mwaka mwaka hadi mwaka, ambapo kata ya Tongwe imepokea wafanyakazi wapa katika kada tofauti tofauti, wakiwepo walimu, watendaji, wahudumu wa afya katika kipindi hichi cha awamu ya sita. Vilevile, serikali imeendelea kuboresha mazingira na miundombinu mbalimbali mbali kwa kujenga nyumba za wafanyakazi hususan ni nyumba za walimu, madarasa, zahanati, barabara, umeme, maji, madawa na vifaa tiba katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Mkuu wa mwaka 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi, sote tushiriki. Ndugu zangu, kauli mbiu hii inatukumbusha sisi wote tulioko hapa kwamba mwaka huu mwaka elfu mbili na ishirini na tano tunalo zoezi moja kubwa lililoainishwa kikatiba kwamba tutaelekea kwenye uchaguzi mkuu ambapo tutamchagua mheshimiwa rais, tutawachagua waheshimiwa wabunge, tutawachagua waheshimiwa madiwani katika maeneo yetu. Tuwaombe sana sote tulioko hapa tujitokeze kuweza kushiriki katika uchaguzi huu mkuu unaosimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na hivi tunavyozungumza zoezi la uboreshaji wa daftari la mpiga kura limekwisha kuanza kwenye kata zote kumi na sita za wilaya Tanganyika na limekwisha kuanza kwenye vijiji vyote hamsini na tano vya wilaya Tanganyika na limekwisha kuanza kwenye kata zote nane za tarafa yetu ya Kabungu na limekwisha kuanza katika kata hii ya Tongwe. Tuombe sana nyote mlioko hapa, viko vituo vilivyoainishwa kwa ajili ya wananchi kufika wale wenye sifa kwa ajili ya kuandikishwa kuboresha taarifa zao kwenye daftari la kudumu la mpiga kura, tufike kwenye vituo hivyo vilivyoainishwa kwa ajili ya kuboresha taarifa zetu, sisi wote wenye sifa za kuweza kuboresha taarifa zetu, kuweza kupata kitambulisho cha mpiga kura, tufike kwenye vituo hivyo. Zoezi hili limeanza rasmi kuanzia leo, litafanyika kwa muda wa siku saba kuanzia leo tarehe moja mwezi wa tano mpaka tarehe saba ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwenye mkoa wetu wa Katavi kwenye wilaya yetu ya Tanganyika kwenye tarafa yetu ya Kabungu na kata yetu ya Tongwe. Wafanyakazi wenzangu, kila mmoja katika sehemu yake, tunaendelea kumkumbusha kuwa mwadilifu, kuwa mchapakazi, kuongeza ubunifu mahala pa kazi, lakini vile vile kuwaheshimu wananchi anaowahudumia. Ili naomba nilisisitize sana kuwaheshimu wananchi anaowahudumia au kwa lugha ya utumishi wa umma, kuwaheshimu wateja unaowapa huduma. Zimeanzishwa kamati katika ngazi ya kata na huku kwenye taasisi, kamati za kupambana na magonjwa ya virusi vya ukimwi, ukimwi na magonjwa yasiyoambukiza mahala pa kazi. Tunapokutana hapa ni lazima tukumbushane, mtaji wetu wa kwanza sisi watumishi wa umma ni kuwa na afya bora na afya zilizoimarika. naendelea kuwasisitiza kila mtumishi aendelee kulinda afya zake afya yake, kuweza kuhakikisha kwamba anajikinga na magonjwa ya virusi vya ukimwi ukimwi na magonjwa yasiyoambukiza mahala pa kazi. kwa kwa kuwashukuru kwa maandalizi mazuri sana ya sherehe hizi za Mei Mosi lakini tunaendelea kuwakumbusha, tunaendelea kuboresha daftari la mpiga kura, kwa sote wenye sifa tujitokeze kuboresha taarifa zetu kwenye daftari hilo la mpiga kura kwenye vituo vyote vilivyopo katika kata yetu hii ya Tongwe na kata nyingine za jirani zilizopo katika wilaya ya Tanganyika. Tuwape moyo wafanya kazi ili waweze kufanya kazi kwa moyo, ili morali yao isiweze kushuka. Lakini jambo jingine, hao wafanyakazi tunaamini sisi kama Chama cha Mapinduzi ilitoa ilani ya utekelezaji wa chama, kwa asilimia kubwa ilani imetekelezwa ni kwa juhudi zao wao, kwa sisi kama viongozi na kiongozi wangu wa chama hapa tunatambua uwezo wao mkubwa wa kufanya kazi mpaka ilani imetekelezwa tena kuzidi yale ambayo tuliyoahidi kwenye ilani ya uchaguzi. Sasa tunaenda kwenye chaguzi, naamini leo mimi nimekutana na watumishi, hatuwezi kukutana tena kwenye hadhara kama hii. Nichukue fursa hii kuwaomba kuwa tarehe thelathini, inawezekana tutakuwa tumesha tarehe thelathini mwezi wa sita tutakuwa tulishavunja baraza la madiwani, lakini pia bunge nalo litakuwa limevunjwa. Likivunjwa, tutakuwa raia wa kawaida, tutaenda kwenda kwenye vyama vyetu kwa ajili ya kutafuta ridhaa. Wito wangu kipindi tutakapokuwa sisi hatupo, nendeni mkapendane, nendeni mkashirikiane kwenye idara zenu, ama shule ama afya, huko mna wakubwa wakubwa nendeni, mkawapende walio chini yenu. Mkumbuke nafasi hizo mlizopewa za kuwatawala wenzenu ni za muda tu. Ene, inawezekana unaye mtawala na kuzidi mshahara wewe mtawala huko chini. Sasa nendeni, mkapendane kwa sababu uongozi, sehemu ya kazi ile, ni tunasema kuwa ni Mwenyezi Mungu ametoa. Leo wewe unakuwa mkubwa, kesho mwenzako naye amekuwa mkubwa, wewe umekuwa mdogo.